Darren Barr Fletcher alizaliwa mnamo tarehe mosi Februari mwaka 1984 katika mji wa Delkeitha nchini Scotland. Alikulia katika mazingira ya nidhamu, jitihadi na jozi kubwa, akivutiwa mapema na mchezo wa kipute uliokuwa sehemu ya utamaduni na utambulisho wa jamii yake. Tangu wakiwa ghulamu mchanga, alidhihirisha ustadi wa kipekee, akili ya mchezo, ari ya kujituma iliyoashiria mustakabali wake katika soka ya kulipwa. Safari yake ya soka ilianza rasmi alipokuwa katika akademia ya Manchester United, mojawapo ya taasisi kubwa duniani katika kukuza vipaji. Alijiunga na klabu hiyo akiwa na umri mdogo kipitia mafunzo makali yaliyomjenga kimwili, kifikra na kimbinu. Chini ya malezi ya kocha mashuhuri Sir Alex Ferguson, Fletcher alikuwa mchezaji mwenye nidhamu ya hali ya juu, upana wa kuelewa na majukumu kama kiungo wa kati, na uwezo wa kutekeleza maelekezo ya kocha kwa ufanisi. Alipata nafasi ya kwanza kuchezea Manchester United mwaka wa 2003. Tangu hapo alijenga jina lake aste aste kwa idiri na uvumilivu. Hakuwa mchezaji wa makeke warabwembwe, bali alijulikana kwa amari ngumu, udhibiti kwa makini, kupiga pasi kwa sahihi. Alikuwa nguzo muhimu katika kiungo cha kati, akisaidia pia ulinzi na kushirikiana vyema na washambuliaji. Katika kipindi chake cha Manchester United, Darren Fletcher alishuhudia na kuchangia mafanikio makubwa. Alishinda mataji mengi ya ligi kuu ya Uingereza, kombe la FA, kombe la ligi na ligi ya mabingwa Ulaya. Msimu wa mwaka wa elfu mbili na saba na elfu mbili na nane, ulikuwa wa kipekee, ambapo Manchester United ilitoa ligi ya mabingwa Ulaya na Fletcher akitajwa miongoni mwa wachezaji waliotoa mchango mkubwa katika safari hiyo hata hivyo alikosa fainali ya mashindano hayo kutokana na kadi nyekundu, jambo lililobaki kama mojawapo ya nyakati chungu katika taaruma ya kericha ya mafanikio ya timu. Maisha yake ya soka hayakuwa safari ya ushindi pekee. Mwaka wa 2011 Fletcher alikumbwa na changamoto kubwa ya kiafya alipogunduliwa na ugonjwa wa matumbo unaojulikana ulcerative colitis. Hali hiyo ilimlazimu kuacha kucheza kwa muda mrefu akipitia matibabu na vipindi vigumu vya kurejea ugani. Katika kipindi hicho alidhihirisha uchagina, subira na imani kubwa. Baada ya mapambano marefu ya kiafya, Darren Fletcher alirejea uwanjani kwa azma mpya. Alivalia tena jezi ya Manchester United akionyesha uimara wa kiakili na mtima wa kishujaa. Licha ya changamoto, aliheshimika zaidi kama kiongozi na mfano wa kuigwa hasa kwa wachezaji vijana waliotazama namna alivyokabiliana na majaribu. Baadaye alihamia klabu ya West Brom Albion mwaka wa 2015 ambako alipata nafasi ya fii kwa fii kucheza na hata kupewa unahodha. Huko alithibitisha thamani yake kama mchezaji mwenye uzoefu ongozi dhabiti na adinasi aliyekuwa na sauti ndani na nje ya uwanja. Baadaye alimalizia safari yake ya uchezaji katika klabu ya Stok City ambako alitumia maarifa yake kuwalea wachezaji chipukizi, huku akitoa mchango wake wa mwisho kama mchezaji wa kulipwa katika ngazi ya kimataifa. Darren Fletcher aliitumikia timu ya taifa ya Uskoti kwa kujituma zaidi Alivalia jezi ya kitaifa mara nyingi, akichaguliwa kuwa nahodha kutokana na uongozi wake wa heshima aliyokuwa nayo miongoni mwa wachezaji wenzake. Ingawa Uskoti haikupata mafanikio makubwa katika mashindano ya kimataifa kwa wakati wake, mchango wa Fletcher ulitambulika kama wa kujitoa bila kuchoka kwa ajili ya bendera ya taifa. Baada ya kustaafu kucheza soka, Darren Fletcher hakuachana na mchezo aliyoupenda kama pipi. Alirejea Manchester United katika majukumu ya kiutawala na kiufundi, akihusika katika maendeleo ya wachezaji na mipango ya kiufundi ya klabu. Hatua hiyo ilionyesha mabadiliko ya asili katika uwanja hadi ofisini, akitumia uzoefu wake mkubwa kusaidia kizazi kipya cha wachezaji. Kwa jumla, wasifu wa, wa Darren Fletcher ni simulizi ya nidhamu, uaminifu, uvumilivu na uongozi. Alikuwa mchezaji ambaye hakupima thamani kwa sifa ya nje bali kwa mchango wa dhati na kujitolea kwake. Maisha yake yanatufunza kuwa mafanikio ya kweli hayapatikani kwa vipaji pekee bali kwa subira, bidii na moyo usiokata tamaa hata pale majaribu yanapozidi nguvu. Hadi hadi wakati mwingine, nimekuwa wako, Mhandisi Kahiga Mwangi. Baraka.